Kijana Jonson Guda mwenye umri wa miaka 14 ni ameonyesha uwezo mkubwa kwenye soka baada ya kuchezesha mpira haswa finali za ligi daraja la tatu, uh, kwenye mashindano yanayoandaliwa na, na uongozi wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Pwani COREFA. Jonson alizaliwa katika hospitali ya rufaa ya Tumbi mkoani Pwani mwaka 2011. Elimu yake ya msingi alisoma mkoani humo humo na kufanikiwa kuchaguliwa kuendelea na elimu ya sekondari mali ya Msongoro, na ametuandalia taarifa ifuatayo. Kijana Jonson Guda mwenye umri wa miaka 14 ameonyesha uwezo mkubwa kwenye soka baada ya kuchezesha mpira hasa fainali za ligi daraja la tatu kwenye mashindano yaliyoandaliwa na uongozi wa chama cha mpira wa miguu mkoani Pwani. Jonson alizaliwa katika hospitali ya rufaa ya Tumbi mkoani Pwani mwaka 2011. Elimu yake ya msingi alisoma shule ya Kongoe Adventist Primary School iliyopo Kongoe na alibahatika kufaulu kuendelea na masomo ya sekondari shule ya sekondari Tumbi iliyopo Kibaha mkoani Pwani, ambapo ndipo kipaji chake kilianza kuonekana. Azam Sports ikamtembelea nyumbani kwao ili kuzungumza naye pamoja na wazazi wake. Hapa Jonson Guda anatuelezea ilikuwa kuwaje hadi ameamua kuwa mwamuzi ili hali bado ni mwanafunzi na umri wake ni mdogo ya sekondari Tumbi. Kuna mechi ilitokea kirafiki, form three na form 1. Maamuzi magumu nilioweza kuyafanya ni uwanja wa Bagamoyo, ilikuwa ni mechi ya Madenge FC na Enjoy Soka, na ilikuwa ni finali ya Kilonga Cup. Lakini ilikuwa ni dakika ya 89 zimeongezwa dakika, ilikuwa dakika 90 zikaongezwa dakika 4 dakika tisini na mbili ikatokea faulo karibu na boks. Na yule aliyecheza faulo Enjoy Soka alikuwa na yellow card, nikampa second yellow card akapata red card, akaenda nje na wakapiga, akanusurika ikagonga nguzo namari, kaendelea mpira ukaisha, akaenda matuta. Haikuniletea shida, watu wote walitulia, na kadi ilikuwa ni straight imenyoka, hakuna nilipokosea. Bado nikitaka kufahamu zaidi kutokana na umri wake kuwa mdogo na kazi anayofanya uwanjani, anawezaje kuchezesha mpira na watu wakamwelewa? na Je, anaweza kufanya maamuzi magumu akiwa uwanjani? ni changamoto gani anazozipitia wakati akiwa uwanjani? changamoto ninazoziona katika fani yangu ya uamuzi ni uhaba wa seti za jezi na hata vifaa vya mawasiliano zile microphone, kwa sababu uwanjani hatusikilizani, mpaka mtu anyoshe bendera, mpira kule unaendelea, inakuwa ni muda sana. Kwa hiyo tukipata zile mic kama wenzetu kule Ulaya, mawasiliano yanakuwa kwa haraka, na tukio linaonekana kwa haraka, na maamuzi yanafanywa kwa haraka. Ni nani aliyemvutia hadi kuamua kufanya kazi ya uamuzi wa mpira? Mwanzo anayenivutia ni Ahmed Alajiga. Sambamba na hayo, nimezungumza na wazazi wote wawili. Nilitaka kufahamu zaidi walipokeaje wakati mtoto wao anawelezea anachopanga kufanya kwenye soka. Kwa majina anaitwa Magret Bisaku. Mimi ni mama mzazi wa Johnson. Johnson ni kijana wangu wa pili. <laughs> Wakati naanza familia na mista wangu, nimkuta ni mchezaji mzuri sana wa mpira na wakati kwa tumeingia kwenye ndoa kuna kipindi alikuwa anani challenge ananiambia kwamba ukizaa watoto ambao hawana wa sifa hizi mbili huyo sio mtoto wangu. Kwa ananiambia ukizaa mtoto kama sio mchesha au sio mchezaji huyo atakuwa sio mtoto wangu. Na mtoto wangu wa kwanza atakapozaliwa tutamwita Gaucho. Nilikuwa nauliza, mimi sio mfuatiliaji sana wa mpira. Nilikuwa nauliza maana ya Gaucho naye anasema Gaucho ameunganisha majina ya wachezaji kama matatu, hapo ndio katokea Gaucho. Kwa hiyo akasema mtoto wangu wa kwanza najua atakuwa anacheza sana mpira nata, atakuwa ni toga uncho. Kweli Mungu akatubariki tuna watoto wanne. Jonson wakati anakuwa, nikaanza kuona kweli anacheza mpira. Cheza mpira lakini nilikuwa namkazia kwamba nianza kucheza akiwa mdogo mdogo, lakini hata shule nilikuwa nilipokuwa nasoma class hapo primary alikuwa anacheza sana mpira. Na watu wananiambia mtoto wangu anacheza sana mpira. Mimi kwa sababu nilikuwa natamani mtoto wangu wa asome zaidi darasani, namwambia angalia, kama na anacheza mpira usije kuniamsha kwenye ni mambo ya darasani. Anaambia mama, mimi sitakuangusha. Mambo ya kanisani usiniangushe, maana kanisani pia huwa anategemewa. Anaambia mama, sitakuangusha. Na kweli akija amefanya vizuri yuko na A. Baadaye akamaliza masomo yake akaenda Sekondari Tumbi. Ukienda huko, alivyoenda huko ndo akawa anacheza na pozo taarifa na wanafunzi. Leo sana anaenda kuchezesha sehemu fulani, leo anaenda kuchezesha sehemu fulani. Namwambia sasa, nyingine anakuja na majezi mengi, amekuja amefua anaondoka nayo, hata sijui ametoka wapi. Kwa sababu mimi sio mfuatiliaji sana wa mpira kama baba yao. Mbona Jesus ni siniangusha kwenye mpira, sekondari nimekupeleka ukasome. Na kweli anafanya vizuri, mama sita kuangusha, anakuja na division 1 ni mtoto ambaye anajitendea darasani na ni mtoto mwenye nidhamu. Lakini siku moja akaniambia kwamba mama, anataka nikasome kuna kozi zimetoka za uamuzi. Basi tukaongea na baba yake, tukaona jambo zuri, sisi ni watu wa maombi pia, tukaliweka kwa Mungu na tukaweza kutoa ada akaenda kusoma. Na alifanya vizuri sana. Siku moja nilikuwa nimekaa, nikapewa taarifa usiku kwamba kesho tutaenda kuchezesha Dodoma nilikuwa nafikiri tu ni masiara akaenda Dodoma akachezesha akarudi. Baada ya wiki moja tumekaa tena, kanamasha katua tiketi ya ndege naenda Mafia, tukamkabidhi tuka kwa Mungu akaenda. Lakini anafanya vizuri hata watu mitaani wanaomwona kuna muda mimi ninapita pita kwenye mitandao, naweza nikakuta clip zake zimewekwa mpaka nashangaa, he, hizi mbona? Naangalia ni Johnson. Kwa hiyo hiyo imenivutia hata mimi kufuatilia mpira, na inanivutia sana kumfuatilia kwa ukaribu, na siku hizi hata akiwa anacheza, sisi wazazi wake na marafiki zangu wengi wao tunataka kufuatilia uwanjani anafanya jina. Ni mtoto mwenye kipaji kikubwa sana. Nimemtafuta mwalimu wake Johnson, na si mwingine ni Simon Mbelwa, huyu ni muamuzi mstaafu, naye anatuelezea juu ya Jonson. Jonson Guda eh, ni mwamuzi wetu ambaye tumemfundisha lakini ni mwamuzi ambaye anaelewa, ni mwelewa, ni ana talenti ya kipaji cha uamuzi eh, amechezesha mechi kubwa za ligi daraja la tatu ndondo mbalimbali mbali, na ni mwamuzi ambaye anaelekea kuwa mwamuzi mkubwa. Ni mwamuzi ni kijana mdogo, lakini ni kijana ana nidhamu ana eh, pokea mafundisho ana disiplini. Sisi kama wakufunzi wake na mwalimu wake, ukishirikiana na chama cha mpira mkoa wa Pwani ambao kiko chini ya Robert Munisi Korefa, ni kijana pia anayemsimamia na, na ndio mlezi wa huyu kijana. Sisi kama walimu tunafanya kazi chini ya chama cha mpira mkoa wa Pwani. Huyu Jonson ni mwamuzi mdogo kabisa, na kwa tetesi za chini kabisa za mbali unasadikiwa kuwa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Pwani kinamwangalia kwa macho yote kabisa kuhakikisha anaendelea kufanya vizuri kwa sababu hapa Pwani kuna uhaba wa waamuzi na Jonson ni kijana ambaye anaendelea kuangaliwa na viongozi wa Chama cha Mpira wa Miguu kuhakikisha anafanya vizuri na baadaye pengine anaweza kuwa msaidizi wa Simon Mbelo, akaweka kabisa naye alama hapa mkoani Pwani. Mariam Songoro, Azam Sports, Kibaha, Pwani.